Asalamu so alaikum. Mi, mi mgonjwa naita Asia Ashi Mbunda. Mbunda natokea Songea, nasumbuliwa na kansa, kansa ya mbuu. Tumehangaika Songea, hospitali zote za Songea tumeenda Ikonda tumerudi, saa hizi tupo Oshenloli. Sasa alivyofika huku kwa kweli, silali, maumivu ni makali sana ni kila chakula kingine natapika ndiyo, mda mwingine natamani kula hivyo. Nilivyoanza kuchoma hizo kemu, kila siku natapika ndiyo, tunasistizwa tule tule, matunda nini, lakini natapika

nikichwani na vidonda, naomba unisaidie. Mda mwingine naanguka, nakosa nguvu nako samtaim, tunapokaa tunapoka wakati magime chakula, tunakosa wakati. Umepata tu msaada ambao mnisaidie, ameguswa na hili kwa sababu mguu atakukanyaga. Mda mwingine siwezi. Nilikuwa na kisehemu kidogo nilikimbiza tofali niliweka kila kitu ilituniweke chumba kimoja, kilikuwa chumba kimoja na baraza vyote ndo nikauza kapata ina ndo ya kuja naye ya huku niliuza, ili nitetee uhai wangu. Hata hivyo sijafanikisha lazimisha njiani, naomba msaada, mnisaidie ana aina tatu za kansa, ana melanoma, ana squamous na kansa ya maziwa. Kwa hiyo tukajikuta tunaelemewa na mgonjwa, bado anahitaji matibabu. Gharama za matibabu ni kubwa, hatuna msaada wowote. Kwa hiyo tunaomba mtu yeyote ambaye anaguswa atusaidie, ili huyu dada wangu aweze kupata matibabu. Kiasi cha matibabu mpaka sasa hivi Yani mpaka at least labda aje akae sawa, inafika milioni tano kwa sababu hata gharama ambazo tu tumeanza kutumia kama ijumaa hii iliyopita, tulienda kwenye kemo, tumetumia laki tano na elfu sabini yani ukifuatilia nauli, chakula na hapa tunapokaa, tumesaidiwa tu na watu kwenda daradara, awezi, lazima tufanye request, tuende hospitali afanye matibabu na kurudi. Kwa hiyo gharama ni kubwa. Tunaomba mtusaidie, maana hapa hatuna msaada wowote. Mgonjwa usiku alali. Kwa mfano, toka hiyo Ijumaa mpaka leo anatapika tu usiku wote. Kama hivi leo ajalala kabisa, lakini hata hela tu ya dawa za kutuliza maumivu mengu nakuta hatuna. Kama nilivyosema kwamba sisi huku ni wageni, kwetu Songea hatumjui yeyote, hatuna msaada wowote, tunaomba msaada.